Sisi tunajivunia sana kupata tuzo ya kuwa eneo bora barani Afrika eh, kwa mapumziko ya kikazi. Kwa kweli ni, ni, ni heshima kubwa kwa nchi yetu, na kwa kweli hii ni moja ya sababu ya sisi kuongeza bidii tukizingatia kwamba, uh, utalii ndio sekta mama ya uchumi wetu. Kwa hivyo tunapokuwa tunapata tuzo kama hizi, maana yake kuna mambo tunayafanya vizuri na tuna wajibu wa kuendeleza hali hiyo ili tuweze kupata watalii zaidi, lakini vile vile e, tuweze kumch, kukuza uchumi wetu kupitia sekta mama hii ya uchumi ya utalii. Lakini nichukue fursa hii vile vile ku, kuwapongeza e, wenzetu wa Tanzania bara kwa, kwa kupata tuzo vile vile ya eneo bora la utalii wa safari duniani nadhani e, hii nayo ni heshima kubwa kwetu, na kwa kweli tukiangalia ni kwamba hii si tu inanufaisha Tanzania bara but uh, hata hata Zanzibar itanufaika kwa sababu siku hizi watalii wengi wanaokuja hapa wanakwenda kule na wanaanza kule wanakuja huku uh, kwa hiyo tuki tukishirikiana vizuri tutaweza ku, kupata fursa ya kutumia tuzo zote mbili hizi au, au uh, maeneo haya mawili sote pande mbili tukaweza kufanu, kunu, kunufaika nayo, lakini hii e, itupe sasa a, ari ya kuendeleza maeneo haya ya utalii. Najua ukisema eneo la mapumziko ya kikazi e, hii ni jambo ambalo kikawaida mtu huwezi kulifikiria e, kumbe vile kuna nyanja nyingi katika utalii ambazo zina fursa tunajua yote haya yaani dhahiri kuwa ushindi wa Zanzibar kama eneo bora barani Afrika kwa mapumziko ya kikazi kwa utalii ni matokeo ya uongozi wako bora, uongozi wa, wa serikali yako bora, lakini najuuni zako binafsi ambazo unakufanya katika kuimarisha sekta eh, ya utalii katika sehemu mbalimbali, kuemu miundombinu, lakini na uwezeshaji wataalamu wetu ili kuweza kufanya kazi yao kwa ufanisi.